Lembrusi Mchome amevuliwa uongozi CHADEMA. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ya siku ya jana Jumamosi, Mei 17 mwaka huu wa 2025. Chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kanda ya kaskazini kimemvua uongozi mwenyekiti wa chama hicho wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro, Lembrusi Mchome, siku ya Jumamosi, Mei 17 mwaka huu wa 2025. Katibu wa CHADEMA kanda Kaskazini, Ndonde Totinane amethibitisha kuvuliwa uongozi wa Mchome katika kikao cha mashauriano mkoa wa Kilimanjaro kilichoketi siku ya Mei 17 mwaka huu wa 2025 mjini Moshi. Mwananchi limemtafuta Lembrusi Mchome kuhusu taarifa hizo ambapo amedai hana taarifa, lakini huenda suala hilo likawa kweli kwa kuwa dalili zilianza kuonekana siku nne zilizopita alipoondolewa kwenye makundi sogozi ya WhatsApp kuanzia la kanda Kaskazini, mkoa hadi wilaya. Lembrusi Mchome amekutana na kadhia hiyo kipindi ambacho amekuwa na migogoro na chama chake, hasa baada ya barua ya malalamiko dhidi ya baadhi ya viongozi wa sekretarieti ya kamati kuu, akidai walipitishwa na baraza kuu Januari 22 mwaka huu wa 2025, likiwa halina akidi malalamiko hayo ambayo aliyowasilisha ndani ya chama chake na nakala kwa msajili yamefanyiwa kazi na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini, ambapo ameitaka CHADEMA kuitisha baraza kuu jipya ili kufanyia kazi upungufu huo, waliopitishwa na kikao hicho chini ya uwenyekiti wa Tundu Antipas Lissu wako wanane, akiwemo katibu mkuu John Mnyika, naibu makatibu wakuu Amani Golugwa Bara, Ali Ibrahim Juma Zanzibar, na wajumbe wa kamati kuu Godbless Lema, Rose Mayemba, Salma Kasanzu, Hafidhi Ali Salehe na Dr. Rugemeleza Nshala ambaye pia aliteuliwa kuwa mwanasheria mkuu wa chama hicho. Itakumbukwa kwamba kwa mujibu wa ripoti ya Machi 27 mwaka huu wa 2025. Zifuatazo ni hoja nne za Lembrusi Mchome alizofikisha kwa msajili wa vyama vya siasa kuhusu CHADEMA akiwa mwenyekiti wa, wa chama hicho kabla ya utenguzi wake. wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro, Lembrusi Mchome alisema maamuzi ya kukilalamikia chama hicho kwa msajili wa vyama vya siasa ulitokana na kutoridhishwa na majibu ya katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika. Mchome ambaye alikuwa ni mjumbe wa kamati kuu ya CHADEMA alibainisha hayo siku ya Machi 26 wakati akizungumza na Nipashe Digital juu ya uamuzi huo huku akitaja hoja nne alizoziwasilisha mbele ya msajili baada ya kutoridhishwa na majibu ya chama chake. Alisema barua hiyo aliyo alisema barua hiyo aliyoiandika Machi 15 mwaka huu wa 2025, pamoja na mambo mengine, ilikuwa na ombi la kumtaka achunguze kikao cha baraza kuu la chama hicho kilichofanyika Januari 22 mwaka huu wa 2025, achunguze kupitia kumbukumbu kumbu za kikao hicho, kuanzia orodha ya wajumbe waliokuwepo, ajenda za kikao na mwenendo mzima wa kikao, alisema aidha. alisema baada ya hapo alimwomba msajili kutengua uteuzi wa wajumbe wote wa kamati kuu uliofanyika kwenye hicho kikao pamoja na kutengua maamuzi yote yaliyowahi kufanywa na kamati kuu kuanzia Januari 22 hadi leo. Baada ya hapo nilimwomba amwelekeze katibu mkuu John Mnyika kuitisha baraza kuu la chama ili tuweze kurudia zoezi hilo la uthibitishwaji, alisema Mchome. Hata hivyo, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kupitia barua ya naibu msajili Sisti Nyahoza ilitoa wiki moja kwa Chadema kujibu malalamiko ya Lembrus Mchome, wakati huo akiwa mjumbe e, wa baraza kuu la chama hicho. Nyahoza aliitaka, e, Nyahoza aliitaka chama hicho cha Chadema kujibu malalamiko hayo kabla ya Machi 31 mwaka huu wa 2025. Katibu Mkuu wa Chadema John Mnyika alizungumza na Nipashe Digital na kueleza kuwa uteuzi huo ulifuata kanuni na katiba ya chama hicho na kwamba hakuna kilichovunjwa, huku wakiona kinachofanyika kina lengo la kuwatoa kwenye mstari wa no reforms no election, kwamba hakuna uchaguzi bila mabadiliko. Lembrusi Mchome ameivimbia Chadema baada ya kumvua uongozi Lembrusi Mchome aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho cha demokrasia na maendeleo Chadema wilaya ya Mwanga, ambaye kwa sasa ameng'olewa madarakani siku ya tarehe 17 mwaka huu wa 2025 mwezi huu wa tano na baraza la mashauriano mkoani Kilimanjaro, amesema anatambua kuwa yeye bado ni kiongozi halali wa chama wilayani humo. Akizungumza na Nipashe Digital alisema, sijapokea barua yeyote, sijapokea taarifa yeyote mimi ninachotambua bado ni kiongozi wa wilaya ya Mwanga. Mei 17, mwaka huu, katibu wa Chadema kanda kaskazini Ndonde Totinani alitangaza kuwa Mchome amevuliwa uongozi baada ya kufanyika kikao cha baraza la mashauriano mkoa wa Kilimanjaro. Alipotafutwa kutoa ufafanuzi, katibu wa Chadema kanda kaskazini Ndonde Totinani alisema sababu ya kwanza ya kumwondoa ni utekelezaji wa shughuli za chama kwa mujibu wa katiba ya chama hicho ibara ya 6.3.4 ambayo inaeleza moja ya sababu ya uongozi unavyoweza kukoma kuwa ni pamoja na kushindwa kutimiza wajibu wake. Sasa kwa sababu hayo yako kwenye ngazi ya jimbo, kamati ya uongozi inaelekeza kamati za utendaji ambazo zina jukumu la kufanya na kusimamia shughuli za chama. Katiba inasema kila baada ya miezi mitatu ni lazima kufanyika vikao vya kikatiba kwa maana ya kamati tendaji, vinavyotanguliwa na vikao vya kila mwezi vya sekretariati ya chama. Sasa tangu amechaguliwa mwaka jana mpaka leo, hakuna kikao chochote cha kamati tendaji kimekaa. Kwenye majukumu ya kamati tendaji, ibara ya saba nne kumi imeeleza kwamba moja ya majukumu ya kamati tendaji ni kuandaa mpango mkakati wa chama kwenye ngazi ya jimbo. Ndonde amesema mara kadhaa ofisi yake akiwa kama katibu kanda ya kaskazini alimwandikia barua tarehe 25 mwezi wa 3 mwaka huu wa 2025 ya kutaka kupewa taarifa ya mihtasari ya vikao vilivyofanyika, lakini alitaka kujua mpango wa chama na ziara za chama kwa maana ya ujenzi wa chama kwenye maeneo mbalimbali ndani ya wilaya. Ameenda mbali zaidi akisema ilipofika tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2025 alikumbusha tena kwenye kikao cha baraza la mashauriano mkoa wa Kilimanjaro akiagiza kupata taarifa hizo, lakini hakupata. Tarehe 17 mwezi wa nne mwaka huu wa 2025, nikarudia tena kukumbushia utekelezaji, lakini mpaka sasa hatujawahi kupata utekelezaji wowote. Kwa hiyo hapo hakuna shughuli yeyote ya kichama inayofanyika wilaya ya Mwanga. Kwa msingi huo, tumeamua tuvunje uongozi wa wilaya ya Mwanga kwa maana kwamba mwenyekiti, kwa sababu viongozi waliokuwepo wameshindwa kutekeleza majukumu yao. Hii ndio imekuwa habari ambayo imetufikia katika meza yetu ya habari, nasi tunaiandaa na tunaisogeza kwako. Ni rasmi sasa Lembrusi Mchome ambaye hivi karibuni amekuwa na mgogoro na chama chake pamoja na msajili wa vyama vya siasa nchini ameng'olewa katika nafasi yake ya uwenyekiti ndani ya chama hicho cha Chadema na sasa anakuwa sio mwenyekiti tena wa chama hicho cha demokrasia na maendeleo Chadema wilaya ya Mwanga, kwa maana kwamba ameshaondolewa madarakani. Lakini pia e, pamoja na kwamba ameondolewa madarakani, yeye amejitokeza ama ameibuka na kusema ya kwamba bado ni mwanachama halali wa chama hicho cha Chadema wilayani humo. Kufuatia habari hii, wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? cha mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa komenti. Hii hapa ni habari Kiganjani, endelea kusubscribe, endelea kukaa karibu nasi kwa habari zaidi.